Sana, hapa ndio kiwandani kwetu, manake sisi sasa ni wakati huu ni awamu ya, ya viwanda. Kwa hiyo hapa ni kiwandani kwetu, lakini kiwandani kwetu sisi tuna design. kama unavyoona hapa eh tuna huduma kama hizi hapa, tunatoa huduma kama unavyoona, tuna VIP room ambapo tutakuonesha ndani. Kwa hiyo karibu sana ili uweze kuona huduma zetu, tafadhali karibu hapa ndo ni, ni sitting room ambapo wateja wakija tunawakaribisha hapa wakati wanasubiri huduma eh, unakuja, kuna vinywaji unakuja, unakuja, unakuja, unakuja, unakuja, unakuja, unakuja vyote hapa, anachotaka mtu maji, juice, soda, chai, maziwa eh, kuna chupa hapa, vitu vyote vinapatikana wakati anasubiri kupata huduma kule. Kwa hiyo kidogo hapa anakuwa anatulizwa kidogo nafsi, afu baada ya hapo ndo anakaribishwa ndani. Kwa hiyo karibu sana ni kuonesha huko, huko kwenye shughuli zetu tunakofanya mambo. Hapa ni reception. Hapa ni reception kwa anaitwa Bwana Steve eh, na kuna mwingine dada ambaye ana ndo ana, shift yake hapa kidogo anauzo. Kwa hiyo karibu na. Blanka kama unavyoona hapa anasoma magazeti wakati anasubiri kuhudumiwa kule. Kama unavyoona anasubiri lakini kidogo anapata gazeti. Kwa hiyo hapa unakuja hapa una roho yako unaburudika kabisa. Unapata habari zote za dunia hapa. Kiwa ndani hapa. Karibu. tunakuwa wadesaini watu, mtu yoyote, nywele, ndevu, tunapiga bleach, tunafanya maskrabu, kila kitu tunafanya hapa. Kwa hiyo mtu anakuja hapa mzee, anatoka hapa ni kijana. Sisi hapa tunauza watu, wananunua ujana kwa hela ndogo sana, azidi elfu ishirini anakuwa mtu kijana. Kama unavyoona pale, kuna mzee kibwana pale ndipo anahudumia mteja wetu. Kuna Hassan hapa, mpaka watoto. Unaona watoto pia tunao hapa. tuna, tuna, -tuna, -tuna mzee wetu hapa, ambaye ni mteja wetu wa siku nyingi sana, huyo anaitwa eh, Suleiman Koja, anakaribia miaka ishirini, ni mteja wangu huyu. Mzee yuko kwenye kiwanda hiki, kama nilivyokwambia nje, sasa hivi ni wakati wa viwanda. Hiki ni kiwanda usaruni tumeshaondoka maana tunaitwa. Kwa hiyo hizi ndio habari za hapa tuna, baada ya mtu kufanyiwa uai hapa anakuja kuposhwa, anakutana na walem kama unavomona. Kakangwa huyu aitwa Mzee Mushi, mteja wangu zaidi ya miaka na 21 nanane. Umeona monahivokuwa kiwanda cha siku nyingi. Katoka kupodolewa njo huko, anakuja hapa anafunguliwa mlango anaingia huko kwenye dressa. Kwa hiyo karibu huku ndani eh. Kwa hiyo hapa ndo unaona, hapa ndo sehemu ya fanywa usafi, mtu anakoshwa, anaondolewa takataka alizokuwa ametoka nazo huko, kama unavyoona pale. Huyu ni ustazi, lakini na maustazi pia tunao maki, watu wanasemaga tu Bitebo, sisi tunachukua watu wote. Kwa hiyo baada ya hapa wanakwenda huko karibu sana hapa. I'm sorry, hapa ni sehemu ya kusafishia miguu, unaweza ukaona huko ndani ni sehemu ya kusafishia miguu eh? Mtu anakaa hapa, mtu yote anaweza kaja akasafisha miguu yake, atengeneza kucha zikakatwa, kufanyiwa scrub miguu, kupata massage ya miguu safi kabisa. Akimaliza hapa, hicho ni chumba, hiki hapa ni chumba cha kufanyia scrub. Hiki chumba cha kufanyia facial scrub. Kwa hiyo mtu anakaa hapa anafanyiwa facial safishwa vizuri. Hii ni stima kwa ajili ya kuondoa mafuta eh. Unajua, sisi pia tunaondoa mafuta katika nyuso za, za, za wanadamu hawa, tunawarudisha ujana kama nilivyokuambia, wanakuja wazee wanatoka vijana. Hicho chumba ni cha kwanza, alafu na hiki hapa cha pili, hiki pia ni cha cha cha kufanya scrub, na hiki hapa ni chumba cha tatu. Hiki ni chumba cha tatu cha kufanya scrub eh, alafu pia tuna massage, tuna massage room na massage room wazungu wanasema you can see, hiki ni <laughs> chumba cha cha masa. Hiki ni chumba cha masa. Mtu anakuja hapa, anaikiwa kitanda vizuri kama unavyokiona kizuri kabisa, analala hapa, anafanywa massage. Akumaliza massage, anaingia anakoga, ni sehemu yake ya kukoga, anakoga maji safi, vitu kama unaona vya kisasa, vitu safi Hivi ni vitu ambavyo vimetengenezwa mwaka 2016 niu kabisa, kama unavyoona choki safi, wenyewe unavyoona namba. Alafu tuna VIP room, tuna VIP room ambayo ni ni humu ndani, kama unaweza ukaona, hiki ni chumba cha VIP. Hii ni VIP ambayo anaingia mtu mmoja tu, kunakuwa kuna huduma kuna nyingi kama hivyo, unaona kuna pili mtu kamau akiwa amelax kabisa hivyo na mwanamume wake mmoja, anapata tv yake pale peke yake eh, tu anakuwa anapata uongo kama unavyoona. Tumetengenezesha kwa kwa, kwa jina letu Bitebo ya designer, tumekitengeneza Marekani, lot of money, namba wani ni hapa tu eh. kwa hiyo hii friji unaiona hii friji, ni ya huu bwana, usinionyeshe ya huu bwana kwa hiyo hapa nao anapata kuna vinywaji vyote, anapata maziwa, kahawa, akimaliza anaingia uburudani. Anaingia uburudani na yeye, ndio maana au VIP anakoa. Anapata pale usafi akimaliza, anavaa suti yake, chama bila vizuri, anatokea mlangoni kwa kinywaji hiki kitanda cha masa. Hii ni sehemu ya kuosha na hii ni sehemu ya kuosha leo. Kwa hiyo ni VIP tunapata mpaka mashehe Wanakuja hapa maskofu. Kwa hiyo kwa sababu ya usafi mtu anakuwa kidogo. Kwa hiyo baada ya hapo, kuna mtu mmoja anatokea huko. Hii ndo kwa uchache katika ofisi yetu ambao nimekwambia ni kiwanda hiki. Sasa ni kiwanda kina muda gani kiwanda? Sasa hivi kimetimiza mwaka huu, mwaka wa 22, tumefungua mwaka 95. Sasa huu ni mwaka wa 22. Kwa hiyo kimezalisha, kime kimezalisha kime, kime watu wengi kime, kiwanda hiki kimezaa viwanda. Sasa tuna zaidi ya viwanda viwili kutoka katika kiwanda hiki cha Bitebo ya design, ambayo imekuwa ni mfano wa kuigwa kwa sababu watu wote, mfano, imekuwa sawa na iga Bitebo kwa sababu sisi ndio waanzilishi. Walikuwa ni Wahindi, tukafuatia sisi Bitebo na Bitebo Junior ambaye ni Masudi. Tuna Bitebo namba mbili huko Mwananyamala karibu na shule ya Kisiwani, anaitwa Masudi Bitebo Junior. Yeye ukimfollow katika Instagram HTZ mule utakuta masta wote, watu mashuhuri, wachezaji mpira, wasanii, wanamuziki wa Bongo Flava. Mmoja wapo tutakutajia ndio masta wa nchi. Ukimfollow utakuta kila kitu, kazi zote zinazofanya, ile ni designer. miaka yote cha cha kuonyesha katika miaka yote ni kwamba kwanza tunajivunia tumetoka katika hair cutting leo tumeenda katika kuwa kwenye hair designer. Kwa hiyo kiwanda ndo kujivunia zaidi kwamba mheshimiwa rais alikuwa anataka nchi hiyo ya viwanda. Mimi nimeanza kabla hata serikali haijaanza, mimi nimeanza kiwanda hiki. Kiwanda ni kiwanda, kimetoka wakati wa Magufuli. Kwa hiyo mimi najidai kwamba ni mwanzilishi wa kiwanda. Kwa hiyo hiki ni kiwanda. Mimi nimepata katika miaka yote. Uh, nimepata, nimepata faida. Nimepata hmm, faida. Ni kwa hiyo tuzo hizi ya mazawadi au faida niliyopata ni kwamba kumefanyika mashindano ya saluni bora. Basi hii saluni ya Bitebo ya designer ndio imetoka kuwa number 1. Best Tanzania Best Saluni Award. Mimi ndio nimeshika namba moja. Tutakwenda kukuonesha, iko pale reception tutakuonesha. Karibu sana. If sana nataka nikakuonyesha na awards yetu ambayo tumepata, tumepata juzi tu, haina hata mwezi mmoja mw. hasa kwa mmojaetufunu. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe, tumehifadhi. Ae, tunajua hii ni lulu, kwa hiyo tumehifadhi tume, funguo tufungue ile tuzo yetu tunaipata onesh Dada, ngoja nifanyie mpango wa kuonyesha, lakini tuna awards situ ambayo tumeipata ya mwaka huu ya kuwa saluni bora ya kiume. Kama hapa unaweza ukaiona, kwa uchache, hii ndo awards ambayo tumeipata mwaka huu. Kama unavyoona, Tanzania best saluni bora ya kiume. Hapo inaonyeshwa iko Magomeni Mikumi, maeneo ya Lango la Jiji kwa hiyo hiyo ndo tuzo yetu. Kwa hiyo ndo hivyo, najua kumetokea dharura kidogo, dada yetu ana wa reception anauma, kwa hiyo amehifadhi vitu vyake, sababu mtu asije akatuibia tuzo yetu. Kwa hiyo ndo tunachojivunia. Kushinda kuwa saluni bora ni jambo kubwa sana la kumshukuru Mungu, si kwa ujanja wetu wa hiki kiwanda. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo kaleta neema, kwa hiyo hicho ndo tunachoshukuru, na tunamwomba Mwenyezi Mungu, tulipata tuzo moja, Nataka tupate tuzo zaidi ya mbili au zaidi ya tatu, ili tuwe mfano wa kuigwa. Kingine ambacho tunajivunia tumetoa ajira. Leo tuna wafanyakazi zaidi ya kumi, tumewaajiri tu. kuna watu wa, wake za watu, kuna watu wa, wameolewa, wameoa, kwa hiyo wana watoto kupitia hapa. Kwa hiyo nafikiri, unaona, tumekamilika sisi. Sasa hivi hiki kiwanda kina ofisi pia. Ofisi yetu ndio hiyo. Nashukuru sana kwao, nakukaribisha sana. Mimi naitwa bwana Bitebo, Bitebo Hair Designer namba wani, karibu sana.